Mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali yaani FARDC dhidi ya wapiganaji wa kundi la M23 umechukua sura mpya. Baada ya Angola kuhitimisha jitihada zake za upatanishi katika mzozo huo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kati ya FARDC na M23. Kundi la M23 linaloongozwa na Corneille Nangaa linaendelea na mapigano dhidi ya FARDC ambapo hadi sasa limefanikiwa kuiteka miji mikuu ya mashariki mwa DRC ikiwemo Goma, Bukavu, Nyabibwe na Walikale, kutokana na machafuko hayo kusababisha janga la kibinadamu mashariki mwa nchi hiyo kwa kusababisha vifo vya watu zaidi ya elfu saba. Jitihada mbalimbali zilifanyika kuhakikisha amani inarejeshwa katika taifa hilo kwa njia za kidiplomasia. Miongoni mwa njia hizo ni pamoja na viongozi wakuu wa nchi na jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kisha baadaye kuamuru vikosi vya walinda amani vya SAMI DRC kujiondoa nchini DRC kwa awamu. Baada ya kuamuru vikosi vya SAMIDRC kuondoka kwa awamu nchini humo, Angola chini ya rais wake, Joao Lourenco ilijitosa kuwa mpatanishi kati ya pande hizo, jitihada ambazo nazo zimegonga mwamba, badala yake taifa hilo limetangaza kujiondoa. Katika taarifa iliyotolewa jana na ikulu ya Angola imesema kuwa, na nukuu, Angola inaona ni muhimu kujiondoa katika jukumu la upatanishi wa mzozo huo ili kujikita zaidi katika vipaumbele vya jumla vya Umoja wa Afrika AU Rais wa Angola Joao Lourenco ndiye rais wa muda wa Umoja wa Afrika AU katika siku zijazo, mkuu mwingine wa nchi za Afrika atapewa jukumu hili, imesema taarifa hiyo, mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, upatanishi ulioanzishwa na Katari unaendelea huku Wizara ya Mambo ya Nje ya Angola ikipongeza DRC na Rwanda kutoa kauli ya pamoja ya kukemea mapigano hayo na kutoa ama kuona haja ya kufikiwa kwa maridhiano ya kusitisha vita hivyo. Wizara hiyo pia ilipongeza uamuzi wa M23 kudai kuwa itakuwa tayari kuondoka katika mji wa Walikale walioutwaa kutoka mikononi mwa FARDC mapema wiki hii. Hata hivyo, wapiganaji hao wanatajwa kuendelea kung'ang'ania ndani ya mji huo. Mji wa Walikale uko karibu na jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC, ulikamatwa na M23 siku ya Machi 19 mwaka huu. Kulingana na baadhi ya vyanzo vya habari hata hivyo M23 imesema kuchelewesha kujiondoa kwake kutoka, kutoka Walikale kunatokana na FARDC kushindwa kuondoa droni zake za kivita katika eneo hilo. Udhibiti wa Walikale ni wa kimkakati kwa sababu ungevipa vikosi vya M23 na vikosi vinavyoiunga mkono serikali kutoka Rwanda uwezo wa kuteka mji wa Kisangani ambao ni mji mkuu wa jimbo la Shopo kitovu muhimu cha biashara cha usafirishaji kilichopo kwenye makutano ya mito mitatu barabarani kuelekea mji mkuu wa DRC wa Kinshasa. Katika mkutadha huo, matamshi ya mkuu wa majeshi wa Uganda Mohozi Kainerugaba ambaye ni mtoto wa rais Yoweri Museveni yaliyotangazwa kwenye mtandao wa X zamani Twitter yanazua mkanganyiko. Kainerugaba alidai kuwa jeshi la ulinzi la Uganda UPDF ama waasi wa M23 wangeweza kuvamia Kisangani wakati wowote wa kwa amri ya rais Museveni. Alidai kuwa UPDF inalenga kuwalinda watu wa DRC na kusisitiza kuwa hatoruhusu wakazi wa asili ya Uganda kutoka makabila ya Alu, Bahema, Banande na Batusi kuteseka akidai kuwa ana haki ya kuwalinda. Kainerugaba pia alimshauri Rais wa Marekani Donald Trump kutosaini makubaliano yote ya madini katika Afrika Mashariki bila kushirikisha Uganda na Rwanda. Alikuwa akirejelea mkutano kati ya Rais wa DRC Felix Tshisekedi na mbunge wa Republican wa Marekani John Jackson Ron Jackson, ambapo alijadili mapigano mashariki mwa nchi hiyo na fursa ya uwekezaji wa Marekani katika sekta ya madini ya DRC kwa kurudisha uungwaji mkono wa Marekani katika vita vya idy 23 h angeweza kuwapa makampuni ya Marekani hupendelewa kipekee na kufikia mradi muhimu wa madini na miundo mbinu nchini DRC. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.